Na hizi starting hizi starting na unajua aa, mafama haya, hebu a niwaambie kitu kimoja. Unajua ubongo ubongo, kuna mafuta yanaitwa myelin sheath, niliwaambia. Ile unapiga kwa hiyo neva inakuwa, taarifa ikija inaruka hivi, ili uweze kuona, taarifa inaenda kwa kuruka hivi, ili uweze kuona, taarifa inaruka inaruka, mafuta hapa inaruka mafuta inaruka mafuta. Sasa hapa katikati hapa, kama kuna shida, haya mafuta yakaondoka, haya ukayatoa haya mafuta, ama ukayaharibu haya mafuta, taarifa inaanza kuwa inaenda cha, cha. taarifa inaanza, ili unione lazima taarifa iende hivi cha. Kwa hiyo unapata shida kuniona wakati mwenzako anaruka tu ya, ya, umeshaniona nimesha umeshatafsiri. Sasa unaanza mafuta hayapo, inaanza kuwa inaenda hivi, taarifa inaenda ili unione, unasumia masaa nane, sijui na kumi. Kwa hiyo hizi, hizi. Simva starting. starting, starting, starting. Ziende zizuie mafuta. Baadaye kinachofuatia mafuta yakipungua kwenye ubongo kule, mazuri yakipungua kwenye ubongo, Alzheimer. Naanza kusahau sahau, napoteza kumbukumbu. Tunabaki pale tunaimba, tunaondoka, tunakuacha, tunauacha wewe, umekaa pale dementia. Uko pale tumekusahau kwenye mabenchi, unaendelea lakini ukifunga vizuri ukala vizuri, ubongo akili yako inakuwa njema hata katika miaka mia. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Sio kukimbilia madawa. Ah, nakula hii afu nitakunywa madawa yale, madawa hayajali mafuta gani yakang'oa, hadi hayo mafuta unashangaa wewe, kumbukumbu kumbu zinaanza kupotea. Mambo ndio maana wale wajita na wale wasukuma wakule Mwanza wanaokula kabisa maomega yale masamaki na katumbo kale na macho omega wameonekana wana akili sana. Sio kwa sababu gani? Kwa sababu ya mafuta mazuri waliokuwa wanakula yakawafanya wawe na akili na akili na wanachaji kweli kweli. Na watu wa, wa Kigoma nao nimeona nao, sijui ni mafuta yao yale ya nini, sijui kama ni mazuri, lakini wanachaji kweli kweli. Ukiwakuta ukipungukiwa hayo, unajikuta wewe hauendi vizuri. Sasa tunakula mafuta mabaya tu, kwa kufunga masaa 24 nafunga, umekula mafuta mabaya, ukitoka hapo kinachofuata mwili ukiendeleza, siku ya tatu, mwili unaanza kula misuli, kula misuli. Nafunga bana, siku tatu unaenda, nafunga sana, unaanza kuwa imansiete jamani, mimi nafunga, unaanza mwili, unaanza kujila, unajila. Sasa sema, tuko kwenye mfungo, swali na Tereza, ah, tuko kwenye mfungo, tuko kwenye mfungo. Sasa na mwili unaenda hivyo, ukifunga sana muda mrefu, kinachofuata ni nini? Zile testosterone kama wewe ni mwanaume zinaliwa, maana na zenyewe zina, kuna mafuta pale na vinani pale, zinaliwa. zikiliwa Hey, sasa ndio tutakuja tukupe sijui tukupe dawa gani. Testosterone si mnaelewa, kama ujui nenda ukajisomea, mwanaume testosterone ina kazi gani? Hey, Maana unafunga, umeendelea kufunga zimeliwa sasa. Haya na wale wakina mama estrogen zimeliwa pamoja <laughs> progesterone zimeliwa na zile follicle stimulating hormone zimeliwa, kwa hiyo mama mimba haingii na mambo mengine haya. Hata siku zile zimebadilika, siku zangu zekaba. Kwa hiyo kufunga, hatujaambiwa funga endlessly. tunafunga kwa wakati tunakula kwa wakati, tunakuwa na afya njema jabali. Bwana Yesu asive sana, sio kuendeleza tu kufunga tu, unaendeleza tu kufunga ambavyo haikufaidii chochote katika afya iliyo njema. Na kufunga kuzuri ambako nataka ni, kwa, ni washauri ni kitu kinaitwa intermittent fasting. Nimesema nini ndugu zangu? Intermittent fasting hiyo ni daily. Sasa siku hizi imefundishwa intermittent fasting nyingine Rng anasema tangu mwaka 1863 yeye alianza kula milo miwili. Nimesema milo mingapi ndugu zangu? Jamani, nimesema milo mingapi? Nabii anasema milo miwili, milo miwili. tena nitawasomea hapa, nitawasomea kidogo hapa, maana muda umeenda sasa tumalize. Mwenyekiti anasogea sogea, sijui anataka kwenda wapi, naona anasogea sogea mwenyekiti. Aya. anasema ehe anasema "I have been informed that you have taken but one meal a day for a special period of time," nimejulisha kwamba wewe unatumia mlo mmoja kwa siku kwa muda, kwa muda fulani. But I know it to be wrong in your case. Yaani kwa ajili yako naona ya kwamba hiyo haitafaa faa, for I have been shown that you needed a nutritious diet and that you were in danger of being absentious, yani umekuwa na namna fulani ya kubagua ama kuacha, yani umekuwa strict fulani na unaweza ukaingia kwenye matatizo. Your strength would not admit on your severe discipline, yani uko, uko, uko ku, nini ule uafidhina inaitwaje? Uafidhina discipline yani misimamo hiyo inakuletea afya iliyo mbaya i think that you have erred in fasting two days god did not require it of you i beg you to be cautious and eat, free, uh, eat freely good wholesome food twice a day Wholesome food twice anini ndugu zangu a day na ameendelea kwa kusema twice a day meals twice a day amekula kwa miaka 35 na uzito wake ulikuwa mkubwa. Akapoteza paundi za kutosha, na hiyo ikamfanya awe na afya iliyo njema. Wale wanaopunguza uzito, inawezekana kabisa ukapunguza uzito kwa kula milo mingapi, ndugu zangu? Miwili. Sasa unakulaje? Tunakula hivi, tuanze kufatana pamoja. Ni chakula kizuri, sio mambo ya peremende na nini, ni chakula kizuri, sio hivyo vingine. Umekula hapa asubuhi breakfast saa nne unaanza kuhesabu saa tano saa sita saa saba saa nane saa tisa saa kumi masaa mangapi hayo? Sasa sita, si ndio? Hapo saa kumi unaweza ukala unaweza ukala mlo wote unaweza ukala. Haya, unataka kula milo mitatu, unahesabu tena saa kumi na moja saa kumi na mbili saa moja, haturuhusii ah, kuzidi kula. Saa moja unakula labda saa moja hapo, tutaonana tena kesho saa nne. Ila kwa milo miwili, unakula saa nne unaenda kula saa kumi au saa kumi na moja au saa kumi na mbili. Masaa sita mpaka manane. Nimesema masaa sita hadi mangapi jamani? Masaa sita hadi mangapi? Kwa hiyo saa nne nimekula, ntakula tena saa kumi ama saa kumi na moja hadi saa, nikila saa kumi na mbili ni masaa mangapi? Nane. Nikila saa kumi ni masaa mangapi? Sita. Baada ya saa kumi au saa kumi na mbili sili tena, tutaonana kesho saa nne. Sasa ukitoka saa kumi mpaka saa nne ni masaa kumi na nane. Labda ni mengi sana. Basi ukitoka saa kumi na mbili mpaka saa nne asubuhi ni masaa kumi na sita. Ni masaa mangapi ndugu zangu? Kumi na sita. Fanya hivyo maisha yako yote, utaona tofauti, uzito utashuka. Hiyo inaitwa intermittent fasting, yaani umefasti masaa kumi na sita alafu umekula masaa mangapi, yaani feeding window. feeding window yako ni masaa mangapi? Jamani, feeding window ni masaa mangapi? Sita au mangapi? Nane? hapa katikati unakula, hapa katikati unaweza ukasnaki, lakini baada ya hapo hatuli tena. Tutaonana kesho, kitambi kitaisha jamani. Bwana asifiwe sana.